Wewe kipindi hicho mpaka sasa hivi, najua sasa hivi umeolewa na familia na watoto. Kipindi hicho kuwa na boyfriend au au mtu wako kwa naye? Nilikuwa naye <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Hey>, nilikuwa naye <laughs> <Hey>, nilikuwa naye. Ulipambana naye? Ah, nilipambana kwa kweli. Alikuvumilia okay? hmm. Sawa, mabinti uh, mabinti wa sasa hivi wanaharibikiwa mapema sana, na wewe kama dada yao si ndio? mm. Kama kijana mwenzao pia una hisi engo gani, unaweza kuwashauri unakuta. Mtu kapewa duka tu hapo, auze afanye tu kazi kwenye duka au biashara fulani, dakika mbili kafukuzwa, kaamia huku, katoka kaenda huku, kaenda huku, kaenda huku. Unawashauri nini? Na matatizo ni yale yale, ni kama yanafanana. Kwanza pale kavuruga, katembea na bosi sio, kafanya nini, wamegombana na mke wa bosi, huku tena kaenda hivyo hivyo, kawa mlevi, kanywa pombe hivi na hivi wewe una, una take experience gani katika hapo, na unaweza kuambia nini kwa sababu kama haya mm. uliyapitia mm. Sasa hapo ni kujitambua yeah. mm. cha kwanza lazima ujitambue kwanza, unataka nini mm. Mm. mimi naona asilimia kubwa hawajitambui mm. mm -hmm. unataka nini, malengo, lakini lakini wamesoma kama we kidato cha nne, pengine e ni kweli, unaweza ukasoma hata hivyo lakini bado hujitambui na malengo yako ni nini? hivyo ni vitu vikubwa, familia aliyotoka au, ma au, au marafiki a, kuna marafiki pia mm-hmm, inachangia, inategemea kiasi kikubwa marafiki, e, marafiki. Okay. E, uh-huh. Familia unajua, ukishakuwa na umri fulani, familia kukuangalia wewe masaa yote siyo rahisi. Ah, nilikuwa nao, nilikuwa e, ni kujitambua okay. E, lazima ujitambue na ujua unataka nini. Ukiona okay, huku unapotea unasema, mm. Mi kuna mahali nimepalenga yeah. Nataka nifike malengo yangu fulani e. Sasa kujitambua ni kitu kimoja kikubwa sana. mm. mm. Wewe kipindi hicho mpaka sasa hivi, najua sasa hivi umeolewa, una familia na watoto. Kipindi hicho ukuwa na boyfriend au au mtu wako akuwa naye? Nilikuwa naye <laughs> nilikua nilikuwa naye, nilipambana kwa kweli. Alikuvumilia au yani, mitikasi ilikuwa mingi mna um, lazima wavumilie mii pia napataga watu wanaojitambua kichwani, okay. hey. au ulivyo we ji Okay. Jinsi utakavyojiweka na mtu atakuchukulia hivyo ah. mm. hivyo alikusupport lakini, yeah, sana. Sasa wengine wanashindwa nini? <coughs> labda ah, ukitazama kwamba ukawa na msimamo wako, ukaamua kukaa na huyu ama unaendekeza mapenzi. Kwani mtu wako wewe hakuwa na matatizo? Labda wakati huo matatizo yapo, kwa binadamu binadamu hayakosekani. <laughs> E, ila wewe ukavumilia. Sasa wao labda wanawambia nini sasa? Kwa ah, sasa hivi jamani, kwa kweli, kwa tunaona wadogo zako e, tunaona, ni kweli. Mi nasema tu mtu ajitambue. Cha kwanza, tanguliza kujitambua mwenyewe, unataka mm. nini? mm. Mm. Shajijua unachokitaka unacho mm. utafanya kazi. Alishawahi kufata binti yoyote au kijana yoyote kuja kumwambia Dada Yuni na na shida moja mbili tatu, naomba unisaidie hivi na hii, sielewi maisha yangu yanaendaje na nini na ukamshauri labda ndiyo zaidi ya moja e, hey, hey. Na ukiangalia mwenendo wao toka wawashauri Mm, bado hivyo hivyo. Bado, e, bado changamoto bado. Bado changamoto maana e, mtu anakuja anasema oh hii kazi naipenda e, lakini hajui yani afanyaje astiki okay, kwenye hiyo kazi na mwanzo wewe unawashauri nini? Unawashauri kwenye tabia kuanzisha kwanza biashara kati ya mm, tabia na biashara lazima uanze kwanza okay. E, na tabia zako je, zikoje? Eh. Wewe unajikuta unapenda pombe, sasa kazi utaweza hutaweza, sababu utataka kuwa unakunywa sawa sawa, vipi kwenye kuhusu usmati wa hii kazi, usmati, kupendeza, kung'aa, kujiposition yani wewe mwenyewe sasa, yani e, kazi ina <laughs> <na> mara mbili yaani hii <laughs> kazi bwana iko nsi e, e. Yani mi ni mrembaji e, lakini mi sio mrembo le, na kuna mwingine e, ni mrembo e na ni mrembaji yani anapenda ah, vyote viwili vinaenda e, sasa mimi unapenda eh. Tu kum yani nimtengeneze mtu nimwangalie eh. Lakini mi binafsi yani yani <laughs> ni ngumu sana unikute nimejia ndio naingiza watu motoni yani ni ngumu sana kwa hiyo na nani mbili eh. Eh, yani mtu eh. Ya mwenyewe anapenda kujiweka vizuri eh. Eh, na kuremba mtu eh. Au wewe unapenda kuwafanyia watu sasa mi binafsi yeah, napenda kumfanyia mtu afu ni mwangalie e, ni mwangalie tu ah, mimi yani utanikuta hivi kama nilivyo nimechana, nywele zimefumuka, ndio hivyo asio kupenda nao tu. hiyo ni ni nani? naona ah, mm. ee, ni kila mtu eh, ni mtu tu jinsi, hmm. alivyo ni. Sasa na mimi director au hey, presenter hey, eh hey, napenda kuoji watu eh hey, unapenda kuoji watu lakini sasa wewe, tuanze na wewe kukuoji, tuone na wewe <tuwane> tuanze kukuoji hey. Unaweza <laughs> e. usijibu lakini wewe kumhoji mtu, maswali hayaishi ya hayaishi. <laughs> Eh, maswali hayaishi eh, ni kweli mm. Ah, wengi wa, wanaokuja hapa ku, uh, kwenye hii kwenye kazi yako ni wadada, ni wakina mama au? wote wote wote wote wote. Yeah. wadada wanakuja lakini wanakuja na, hebu tupe experience, wengi wanaokuja hapa wadada kufanya makeup kufanya urembo, ukiangalia malengo yao sana ni kupendeza au kuna kitu kingine cha ziada? Ah, ni kupendeza, asilimia kubwa hawana mm. eh, cha ziada sana Sababu wanawake wanapenda kupendeza mm. kupendeza tu. kwa nini wanataka kupendeza? labda ni kuosheana huko mtaani au hapana? si wanawake eh. tunapenda kupendeza. Unajua, kwanza ukipendeza, yani kichwa na uso eh. ah, mambo yote yanakaa vizuri eh, kuisha kabisa. <laughs> <laughs> <laughs> nyie ndo naenda kuwapoteza kwa, kwa hawa watatu hapana. tuwapoteze kwa nini mm. tuwapoteze kwani, ukipendeza ndo unampoteza mtu? kuna wengi wanaenda ku faya hivyo anafanya makeup, anapendeza na nini, anaenda ku, eh, kutafuta wanaume. Ni kweli hiyo scenario? Sasa hiyo kwa kweli sijui, hiyo ni ya eh hiyo ni ya kwao. Sasa ushai kuona mtu wa hivyo labda amekuja kupendeza hapa, unajua kabisa huyo uh, malaya hapana sije kuona hapana mimi najua amekuja amependeza basi ametaka tukuwa smart asikwepi mm. <laughs> swali jawe ndo ukweli kwa sababu nakuwa sewa... siko awataji jina. hapana eh? eh? mm. hiyo tafadhali. Mm, ndugu, ndugu ndugu nani sijui O, okay, unawashauri nini <gibu> wapendeze kwenye, kwenye nini? kwa nini unapendeza pendeza kila siku alafu e, unapendeza tuzindo e, tu tu, si ndiyo tulivyoumbwa? Eh, tupendeze tu mpaka lipustiki paka wanja e. Mm. Kuna watu wanakuja saluni hapa kwa ajili ya kupendeza na wamezao au wachumba zao zao Mm, eh, yeah. Au ni maharusi tu peke yake wanapokuja? Hapana, sio maharusi tu, watu wanakuja na wachumba hao eh, amemsindikiza kabisa, anakuja kupendeza eh. eh. ulishai kupata changamoto hapo, akaja mtu na boyfriend wake halafu, kwa kuna mtu wake pengine amependeza na nani o, akakutana kwenye kumi na nane, ushamshuhudia? mm. hiyo show yani, yani yupo na mtu wake halafu yeye kang'aa akapendeza, wewe ndio umemremba alafu mwisho wa siku kumbe ana jamaa yake alafu namna fulani hivi pengine kuongea na simu au amekutana na nini afu kagundua kwamba huyu anatembea na mtu fulani alafu yee bwana yake yupo nayee, akajua. Ushawahi kushuhudia hilo show? Ah, hapana sijawahi kupata hilo tatizo, lakini ah, yeah, eh, mm -hmm, huko huko nje yapo mengi eh. sawa sawa Yoni, tumepata mengi sana apa. Okay. <laughs> <laughs> Sawa, hebu tuambie sasa pengine changamoto ambazo nazipata kwenye kazi hii. Changamoto, changamoto zi, zipo changamoto zile za wateja wanakuja hapa, mwingine anaona kama hajapendeza. Hey, maneno hey, maneno yaani. Ah, mwingine hmm, anakuja anaanza kazi, mnamaliza, anaelaa kulipa hmm. Yeah. na alikuwa <laughs> eh <hey>, changamoto <laughs> <laughs> yaningoa hey. anakuja anakuja mnafanya kazi mpaka mnamaliza, lakini anajijua hana hela ya kukulipa. Hana mteja eh, memaliza ndo anakuambia sasa, sina hela. Ni mteja wako eh, mteja wako sina. Ah, unaacha ndo ndo ndo, uvumilivu pia kwenye hii kazi. Unaacha aende, kama atakuletea haya, asipoleta basi siku nyingine akija, unamwangalia kwa jicho gani? Na anamwangalia vizuri Toa kwanza hela. Mwingine anakuja ay, anasema kuna mtu anakuja kulipa, mtu anamtelekeza saluni. Oh, hi oh, oh. Hey, ipo hiyo, ipo kabisa, ana haha mm. <laughs> <laughs> mambo ni mengi, mambo ni mengi. Hey, hizo ni changamoto, changamoto ashaikuja, mteja hapa mm, uka, ukamfanyia uka, uka, uka, yote mkafanya service zote mm, alafu mwisho wa siku akwambia mbona kama sijapendeza? Eh, sana anakuwa ni mnafiki au nini? Yani, e? Wakati ah, si anaonekana ni kweli, anaonekana naona naona umefanya no, kazi nzuri kabisa eh, eh. Lakini sasa sijui yani ah, mambo seni mengi sana eh, eh, eh. E? Eh. Eh, ah, kabisa na mingine hakwambii eh. Ndio hivyo unavumilia tu unasikilizia basi na anarudi wakati mwingine anarudi ah. Cha ajabu ni kwamba anarudi ah. Sasa sijui hiyo tutasema al, alijiona kule hajapendeza hey. Kumbe lakini akienda huko nadhani watu wanamsifia eh hey, hey, hey. Okay. kwa hiyo ndo ah. hivyo kwau usigombane wewe okay. Vumilia hata akikwambia hajapendeza okay. Mm. Mm. Ulishawai kupigana kwenye kazi ah? Sijawahi. Sijawahi. Lakini ushawahi kusikia watu wanapigana huko? Huko hapana au wateja wakapigana? Hapana, hawajawahi mm. Pengine ila, ila kulia utalia kwenye hii eh? Eh. Kazi unalia bila kupigwa mteja, um, ndo hivyo anakufanyia vitu vigumu yani eh, utajikuta unatoa machozi kimya kimya. <laughs> Sigelewa, mm. anapotea na kitu cha saluni ah, eh, okay, hey. <laughs> Ah, mm, wewe kipindi hicho, mpaka sasa hivi najua sasa hivi umeolewa na familia na watoto, kipindi hicho kuwa na boyfriend yao, au mtu wako uko naye? Nilikuwa naye <laughs> <laughs> <laughs> hey, <tili kwa> <laughs> hey, nilikuwa naye Eh. Hey, hey. Ulipambana naye? Ah, nilipambana kwa kweli. Alikuvumilia. <laughs>